Pigia simu na kwambia, bwana, wewe ndio mshindi wetu, bwana wa Toyota IST. Ukawa uamini unauliza, ni kweli hii bwana? Ndio uh, ushindi wako wa Royal Sports Toyota IST, IST, mzigo huu hapa. Yaani mimi najisikia furaha sana Dio, kwa ushindi huu Dio. Kwa kweli katika maisha yangu utaweza kanisaidia sana. Kila baada ya wiki tano tunatoa magari, wewe cha kufanya ni kujiregister tu na www.pmbet.co.tz Safi kweli? Safi kabisa. Kwani kuna tatizo ndugu yangu? Yaani kwa muda ambao nimetumia kukutafuta wewe. Alafu leo nakuona hapa rahisi rahisi tu. Siamini. Nimekupigia simu, sikupati. Nimeenda kijiweni kwako pia sikupati. Nini shida? Rameo, unajua mimi sasa hivi nataka nibadilishe lifestyle yangu ndugu yangu. Kwa hata pale kijiweni sasa hivi nimetoka nataka nibadilishe namba yangu ya simu. Kwa kuna vitu nataka nibadilike tu kwenye maisha yangu, wala hakuna shida yoyote ndugu yangu, si mmeona vizuri kaka? ah. mm. hivyo kaka hey, ni kweli, yaani kwa umaarufu lo upata ghafla ah, hata ningekuwa ni mimi ningebadilisha mfumo mzima wa kuishi kaka. Kwa video yako ile umetrendi kaka, umaarufu umeupata. Unajua, nilipoiona video ile nikaiangalia kwa makini kwanza nikufananisha, lakini nikaja kuhakikisha, ndugu yangu familia bodaboda mwenzangu amevunjwa kaka, pole pole kaka. Sasa hofu yangu ni kwamba kwa ile minjembe ilivyokuwa imeshiba, ndugu yangu litoka salama. Na ndio maana nilikuwa nakutafuta, sasa nakutana na wewe leo naniambia safi. Ino dunia bwana kaka, umetuzalilisha mabodaboda. Sasa kama hujaiona hiyo video, acha niende kijiweni nikachukue simu nije nikuonyeshe. Ah, ila kaka umejua kukaza yaani unatembea hivi yaani kule kijieni kwetu siku hizi wanakuita mchicha mwiba. Nikisema nikupe iki kichwa uwezi beba, takufa kwa mawazo jamani, msione na lewa ndio maana nalewa, sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo kurudio, munachelewa nyamuwezi elewa, ah. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati kujiongoza wangu bei ya chapati dunia, ino dunia. Mtoto bado tu unajihuzunisha tangu jana mpaka leo, kwanini unataka kujizeesha bila sababu eh? Wewe mbona bado mzuri, tena mzuri sana mwanangu, yaani utapata mume, tena mume bora, mume atakaye kujali, kukuthamini, kukuheshimu na kukupa kila unachokitaka. kwanini ujizeeshe eh? Kwa nini ujisononeshe kiasi hicho, jamani? Chukua chai unywe. Unajua tangu jana hujala kitu chochote, basi at least hata hii chai ni ya moto upashe tumbo kidogo. Chukua Bye. chukua chukua chai unywe. Tena kwanza imekuwa vizuri, ni bora kabisa, tuko wote hapa watatu, tujadiliane kinaga ubaga, maana sasa hili limesha kuwa shuzi na kama zigo, basi zigo la misumari halibebeki begani wala kichwani. Tujadiliane vizuri hapa, tuelewane, tunaanzia wapi, tunaishia wapi, tunafanya fanyaje? Yaani mama pa unavyoniona sina mbele wala nyuma, yani sina hata pa kuanzia, sina akiba yoyote. Nikisema niendelee kubaki hapa, nitadharirika bule. Kwa hiyo kama unaondoka, yani tunaondoka wote. Mume <laughs> wako lakini anajua kwa utakuwa na mimi. Mume <laughs> yani mpaka saizi mama sihesabu mi kama nina mume yani. Kwanza huyo mwanaume hata usimtaje kabisa. Yaani hapa mimi ninachojua nimeachika sina ndoa. Yaani sina hata mpango. Lakini bado hajakupa talaka. Bwana, mama wewe achana na hayo mambo. Kwa nini talaka? Yani kwa yapa, talaka? Yaani kwa sababu mimi mwenyewe hapa ninajiona nishajipa talaka mwenyewe. Kwa sababu kwanza hata nishasahau kama nishakuwa na ndoa yani. Yaani mimi jamani, ah yani si yani sina mimi ndoa mama. Kicha tu hivyo hivyo. Haya, na wewe mwanangu penda penda. Yaani mama yetu sielewi. Yani sijioni kabisa kama naweza nikaendelea kuisha. <laughs> Yani unataka ujiuwe kisa mwanaume eh? Yani we mwanangu, jamani, ni chizi mapenzi kidogo tu basi, hata akili zote zinaama. Una akili wewe? Ujijui, ujitambui, ujielewi, ujiuwe kisa mwanaume. Alikwambia wanaume wanaisha duniani ni nani Mida, simaanishi hivyo yantasipouko uliko una unamaanisha nini? Siwezi kuendelea kuishi umu ndani, kwa sababu kuna baadhi ya vitu vingi sana tumefanya mina manyene. Kwa hiyo ntakavoendelea kuishi umu, zile memories zitakuwa zinanichanganya kila siku, na nilichoamua ni kuendelea tu na maisha yangu kwa sababu naona raundi hii Yani, yeah, vitu viko serious, naona kabisa manyanyi ameazamilia, na mimi mwenyewe nimeshachuka. Yani ninavyojisikia, ninachokiona ni kuondoka tu na wewe, niende huko nikatulize akili zangu, yani nijipe muda wa kupumzika vizuri absent, baadaye ndo naweza labda nikarudi kwenye kazi yangu, kwenye biashara zangu. Of course siwezi kuacha, lakini kwa kipindi hiki siwezi kufanya chochote. Akili yangu haiko sawa kabisa <laughs> Eh, hey, ninyi watoto mna vitu kwenye. Ha! Kwa hiyo wote wawili mnataka mbebane na mimi mrudi nyumbani. Eh? Mimi tena nikashindwa kufanya vitu vyangu na baba yenu kisa na mijitu mizima mmenitolea mijicho kama mijusi imebanwa na milango. Ah, hapana kwa kweli. Lakini mama sisi watoto wako. Sasa utaka twende wapi? Hata kama aliyewaambia mimi nataka kulea watu wazima saa hizi nani? Mkanirudishe tena kwenye mbeleko mimi niwatie tena kwenye mbeleko. Jamani, mimi sasa hivi nataka wajukuu. Nilewa jukuu huyu kanivuta nywele, huyu kanivuta nguo, huyu kakimbizana na mimi, huyu hivi. Mimi raha burudani, maji tu mazima. Tena mnipe tena ulezi, niwatie tena mgongoni mimi, mnipembeleko. Ah, sio kweli jamani. Hapo ndio mjue sasa umuhimu wa ndoa, sawa eh? Yaani mmezikimbia nyumba zenu mje mjirundike kwangu? Hapana jamani. Mama ndo utuchambe hivyo? Yaani ndio nishasema na sirudi tena, nimemaliza. Au mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea? Mana nimekosa hoja kujitetea. unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kuto kujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue, ukiwa na ticha zungu app itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi, na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa si wameweka kibango chao kinachosema, no no english no service. Asa mimi leo naweka cha kwangu Yes, get Ticha Zungu and you will get service. Wefanye hivi uone, utanishukuru baadaye. iduietindoa ndoa nyokwe, yani mtu unamuonyesha mapenzi, mkae mtengeneze maisha, anafanya yeye anavyotaka, dharau, anakushushia heshima. Mtu mwenyewe kwanza, ukimwangalia, yani hata hajai kwenye kiganja, chembamba kibaya, anaweza ukalala ukakilalia kiua ukakiua ukaoziajila ana ngawaota ngekuwa. Basi we mzuri unavutia, unajikunia kwa mbari, mtu unajikunia hapo, alafu unakuja unamtesa mudi ndo hey, nishaamua sasa, naishi maisha yangu nafanya chochote nachotaka, liwalo naliwe eh. atia mzuri mzuri, kuliko pombe chefu. Kumbe kwa antisha, yaani madaktari oh, ukinywa pombe si una figo moja, utakufa. Mbasi jafasi tena, ajiona niko fiti, niko ngangari na figo moja <laughs> figo ninayo, na natamba na natamba naye kudadiki ndoa <laughs> na pombe na chaguwa pombe, mke na bia na chaguwa bia. ah, mapenzi na kujilamba na chaguwa kujilamba <laughs> mudi kubwa mudi muzungu

Nilikuwa nataka ekelojo we, ntukaenda kukausha kau kau we naye. Yani, kitu kizuri chochote utasema kibaya, unata ata shukrani vizuri hiyo vipi hapa kwa uzuri gani? <laughs> ni bunge la surprise, ni tulikumisi. Hey, umependeza jamani. wow. Wow, msinishike jamani. <laughs> E, wanafiki wakubwa nii <laughs> mlifiki mtaniua, eh, au mlifiki mtanitokomeza niishie kule kule kijijini. Sasa kwa taarifa yenu, mmeshindwa, nimerudi Nipo na nitaendelea kuwepo. Hii jamani jii eh, haya maneno yanatokea wapi? Unajua sisi rafiki zako tunavyokupenda, yani kwa moyo wetu wote setimima ndio. Alafu ji kama kuhusu swala la kuja kukuona, tulipanga tuje tukuone, sema tu hapa kati wenzetu tumepitia maisha magumu, wewe tumepitia njaa hiyo jii. Ungekuwepo hey, ungetuonea hata huruma yaani kama swala tu la kuja kukuona mamangu, tusamee bure. Tunakupenda wenzio, kipenzi chetu <laughs> mnajizima data eh? mnafikisi siwajui? Najua kila kitu kwamba nyie ndio mlioniloga na mlitaka kuniua, wanawake wabaya nyie. Nimewapokea kwangu, mmelala kwenye kitanda changu, mmekula chakula changu, mmeishi vizuri, leo mimi nataka kuniua. <laughs> Sasa hilo sio lililonileta. Kilichonileta, nataka mnipe kila kitu changu kuanzia leo, kila mtu aishi maisha yake. <laughs> Kuhusu vitu moja tu, mimi nikwambie, wenzi wa pakati, katika hizo changamoto zetu za kupitia maisha magumu, tumebanwa na kodi takataka taka. Umeme, yani tumebanwa na vitu vingi mpaka vimetufanya tuuze vitu mundani, ila sio kwa mapenzi yetu wala tujauza kwa makusudi <laughs> sitaki kusikia lolote, nataka vitu vyangu. Mnauzaje vitu vyangu bila ruhusa yangu? Hey, yani mwaka huu mtanibeba, nawaambieni na mgejua nilivyo siwapendi nyiye, mgejua nilivyo nina kisasi na nyiye. Yaani, nataka vitu vyangu, sitaki kusikia la mshtaki wala mshtakiwa. Na nisipopata vitu vyangu kwa wakati, polisi na wausu wanga wakubwa nyie. Ah, yaani hizi zarau, mnasema mna maisha magumu na mnakula chips kuku, chipskuku <laughs> nyie mnijui vizuri, ngoja nianze na hizi tuliza komo hilo kwanzia leo umu ndani, kila kitu ntafanya bule, ntakula bule, ntalala bule, silipi chochote, mima uwe mwachie tu. Ah, sambi na mwachaji jamani, ona oh, sasa yani ji kashanipandisha tayari kisukari changu. Kuku ndio kwanza nilikuwa nataka nianze kumgusa yeye, kaingia yani kuku chips anafananisha na vitu vyake vya umu ndani. Hiyo haki jamani, ji mnyonge Mtauona upande wangu wa pili, shule inayofunza mema na mabaya, wajuaji na wapumbavu wa moo. Anguko lako ni kicheko kwa wengine, wasindikizaji, wapambanaji wa moo. Ino dunia uh, bwana. Hey, hey, hey. Nikisema nikupe kichwa uwezi beba, takufa kwa mawazo. mimi nimefiwa na mama angu, inamaana hapa mi nilikuwa natoka naenda msibani. Acha kudanganya, Sindi. Kila unachokifanya sisi tunafahamu, na hakuna hatua yoyote unaweza ukapiga sisi tushindwe kuijua, na huendi msibani. Unakoenda sisi tunakujua, na weu huendi msibani, una mpango wa kutoroka. Inamaana mnataka kuniambia mimi siruhusi kuenda sehemu yoyote? Yaani siwezi kwenda kuona ndugu zangu, siwezi kusalimia, siwezi kusafiri. Hakuna mwenye taarifa ya safari yako kati yetu, ulimuaga nani? Na katika vitu tunavichukia katika taasisi hii ni uongo. Sasa kuwa makini, usije ukapoteza hata wale wanaokutegemea, maana hata maisha yako yako chini yetu kwa sasa. Kwa usalama wako, beba begi <laughs> Mimi mnajua, mbona mnakuwa kama mnaniona? Beba begi, rudisha ndani hau, mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea. Mana nimekosa hoja kujitetea, inanikunja eh, inanipindapinda, inani dunia tofauti na mama alivyonilea. Mana nimekosa nguvu kujitetea eh, nimeosa ndani kwa ndani natembea ingalini bwana kutoka Dar es Salaam, Tanzania mpaka makao makuu ya nchi hapa ni Dodoma. Umejisikiaje kwanza pale ulipopata taarifa kwamba wewe ndiye mshindi wa gari hii kutoka Piembet? najisikia furaha sana kwa sababu ni zawadi ambayo sikuitegemea kama itanifikia. na mimi mchezo gani umekuwezesha wewe kushinda hii? mchezo wangu upendwa ni sevens and fruits. ingia tu kwenye tovuti ya pmbet.co.tz na huko anza kucheza michezo ya kasino ambayo inapatikana huko zaidi ya 1500. Baby, unajua mwenzako wako nimepata shida na mtoto mi, nikajua unakuja kutuchukua. Yani tabia yako mbaya hata sijapenda. Oh, I'm sorry mami, lakini silikuambia kwamba na kikao cha watu ambacho lazima nikimalizie. Hao jamaa wamenibana sana, kwa hiyo nimeshamalizana nao na ndio maana pia nikataka uje hapa kwanza, kwa sababu najua tuko na njaa, my love tule kabisa and then tunaondoka nyumbani. Kwa hiyo I'm sorry sijaje kukuchukua.

Risbando bei kitonga hii ni kwa watumiaji wa laini ya Airtel. Kama una laini ya Airtel, unaweza ukapata GB kumi kwa shilingi elfu kumi tu, na GB hizo zinadumu ndani ya miezi nane. Si unaelewa? Sasa ili uweze kupata za GB kumi na mijibi mijibii, unachotakiwa kufanya hivi ni kulipia, unalipia ndio unaungwa, na kwa mawasiliano zaidi namba za Kris Bano hizi hapa sifuri saba kumi na saba sifuri nne themanini arobaini na nane. Namba nyingine hizi hapa sifuri sita kumi na tano sabini na tano arobaini na tatu sifuri tatu. Mimi namwamini Kris Bano, wewe ni nane. Hebu twendeni tukajirambe jamani, namijibia Unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka ni kusanue, ukiwa na ticha zungu app itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi. Na tena kilichonyooka mno hawa jamaa so wameweka kibango chao kinachosema no english no service. Asa mimi leo naweka chapwa. Yes. Get ticha zungu and you will get service. Wefanye hivi uone. Utanishukuru baadaye. Haumimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea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 dunia bwana hey, hey. Nikisema nikupe kikichwa uwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani, msione nalewa, ndio maana nalewa, sinywi mitungi, kwa sifa yanayonifelisha ndo chanzo kurudio, munachelewa nye muwezi elewa ah. Zandani kwa ndani natembea, ingali nimekufa mawazo yameniweka mtu kati kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka. Thamani ya utu wangu bei ya chapati, dunia ah.